na ni ibada ambayo imebeba ujira ambao hauna mfano wala hauna hisabu. Akatuambia ndani ya al-Qur'an, inna ma yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Si vingine, ukweli ni kwamba wanaosubiri watakamilishiwa malipo yao bila hisab. Na siyam ni subira, na subira ni ibada, inaambatanishwa na azimio. Azimio linamfurahisha Allah subhanahu wataala, na mwislamu makini ni yule ambaye anakuwa ni mtu wa maazimio, kwa sababu shaitan, ambaye ni adui yake, naye ni kiumbe wa maazimio. Shaitani ana maazimio makubwa ya kumharibia mwanadamu <coughs> na mwanadamu naye alipaswa awe na maazimio makubwa ya kujitengenea kujitengenezea akhira yake kwa hiyo kutakuwa na tasaruu baina alazimatain, mieleka na mapambano baina ya maazimio mawili, baina alinsan wa shaitan. Alinsan ambaye anataka kujiokoa na shaitani ambaye anataka kumwangamiza. Mfano wa mwanadamu na shaitan ni kama mfano wa mtu mmoja ambaye yuko ukingoni mwa shimo na mwingine yuko nje ya shimo. Kwa hiyo huyu aliye nje ya shimo anafanya juhudi zote kumtia mwenziwe shimoni na huyu anayesukumwa shimo liko nyuma yake, akizidiwa nguvu atadondoshwa kule ndani. Kwa alitakiwa ajiokoe kwa nguvu zote ahakikishe kwamba hendi na nguvu anayoitumia sheitani sasa, ya kutaka kumtia huyo kiumbe shimoni kwamba yuko tayari mwanguke nyote, na hiyo inakuwa ni nguvu kubwa kwa sababu anayekusukuma shimoni uingie peke yako yeye ya asiingie atafanya juhudi ya kuzidi nguvu, alafu ajipapatue ye yeye aokoke. Lakini fikiria kiumbe ambaye anatumia nguvu anakurukia hata mwingie nyote shimoni, ana wepesi wa kukuingiza shimoni kuliko yule ambaye yeye hata kishimo, lakini hakutosewe. Ina maana umakini uwe mkubwa zaidi, kwa sababu sheitani anataka aanguke shimoni pamoja na wanadamu ndani ya shimo la Jehanamu, Ingawaje yeye aliyesababisha kuingia kule shimoni, adhabu yake itakuwa kali zaidi, lakini hajali. hasaduhu a'zamu min hirsihi ala salamatihi, hasadi yake dhidi ya mwanadamu ni kubwa zaidi kuliko pupa lake juu ya usalama wake. Shetani hajajali usalama wake, akafanya kiburi akafukuzwa kwenye rehema za Allah. Hakujali usalama wake kwamba nikikithirisha ziada ya nitakao wapeleka motoni nimejizidishia adhabu, adhabu, kwa sababu adhabu yake itakuwa kwa kiwango cha idadi alichopeleka motoni. liyahmilu auzarahum kamilatan yawm alqiyama, Allah anasema wabaya hawa ambao wanawapeleka jahannam watu wao watabeba, wa, wa mizigo yao ya dhambi siku ya kiyama, lakini na mizigo ya wale waliopotoa. Ina maana ya kwamba kila akikithirisha sheitani kuwapeleka watu jahannam, na yeye ataunguzwa zaidi lakini amesema hakuna tatizo kwake yeye kiburi na hasadi na mwenda. Kwa hiyo atahakikisha anaenda na watu jahannam, na amekula kiapo juu ya hilo, la ughwiyannahum ajma'in, wallahi nitawapotoa <coughs> wote. Hilo ni azimio kubwa akalifunga shetani ndani ya moyo wake. Sasa aliyekuazimia wewe mwanadamu ubaya akupelekee katika adhabu, kwa nini wewe basi si usiazimie juu ya nafsi yako maslahi yake na usalama wa nafsi kwa sababu adafiu aula bil muqawamati min almuhajim, katika mapambano kuna mapambano aina mbili: kuna alhujum kuvamia na kupiga na kuna difaa kujilinda. Sasa kama anayefanya hujumu yuko tayari ya hujumu, wewe difaa unastahili zaidi kuingia kwenye, kwenye mapambano ya kujihifadhi na kujilinda na kujihami, ndio tukasema almudafiu aula bil muqatalati min almuhajim, yule anayejiokoa anastahiki zaidi aingie kwenye mapambano kuliko anayefanya hujumu. Sheitani anafanya hujumu dhidi yako. Wewe hata ukimsahau yeye hakusahau. Na huna lugha ya kumwambia, basi tusitishe mapambano, wewe tafuta jehanamu yako, mimi niache nitafute jehanamu yangu. Hakubali hivyo. Dhamira yake kwamba hapana, mapambano yaendelee tu. Wewe ni kupeleke jehanamu. Sasa lazima na wewe uazimiwe. Ndio Allah aliposema katika Al-Qur'an Al-Karim akituzindua dhidi ya adui huyu akasema, inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu adua shaytani, kwenu kashakuwa adui. Na neno alilotumia kwa shaytani hakusema shaytani amekufanyeni kuwa ni maadui ah, kasha kashakuwa adui, na ndio ada yake endelevu. Nyinyi sasa fanyeni hiyo bidii, bado hamjawa maadui zake. Fattakhidhuhu adua, na nyinyi mfanyeni kuwa adui. Yeye kashaanza kashaanza uadui na anauendeleza na nyie mfanyeni yeye kuadui. Kwa hiyo muumini makini ni yule ambaye hakubali kuzidiwa katika hayo mapambano, na anahakikisha kwamba anayasimamisha mapambano hayo mpaka anafika mbele ya Allah Subhanahu wa taala akiwa ni mshindi katika hayo mapambano na amejiokoa mbele ya Allah Subhanahu wa taala. Juhudi hiyo yu, ni juhudi ya kuendelea mpaka siku mwanadamu anakufa anaingia kaburini. Baada hapo juhudi shaisha, mpambano ushaisha, sheitani hana mapambano tena na mwanadamu, na mwanadamu hatakiwi ajilinde kwa sababu haujumiwi tena, lakini kwa muda wa kuwa roho ipo katika kiwiliwili mapambano yanaendelea. Kwa hiyo hiyo ndio alazima maazimio ya kujiokoa, maazimio ya kutokubali na njia bora ya kumpiga adui huyu ni kwa ile silaha anayotumia yeye. Yeye anatumia silaha ya da'wa, na sisi tutumie silaha ya da'wa, kwa sababu tutajiokoa tutaokoa na wenzetu kwa da'wa. Na mfanyaji da'wa yuko mbali zaidi na kuzidiwa na shaitani, kwa idhini ya Allah, kuliko mfanyaji ibada, yaani mtu ambaye anaisimamia nafsi yake tu kwa ibada, anazidiwa mara nyingi na shetani kuliko ule anafanya bidii juu ya wengine kwa elimu na dawa na mawaidha. Akifanya hayo kwa ikhlas, basi anakuwa na nguvu nyingine. Ndio akasema wenye hekima kwamba ukiliona jambo fulani huna katika maisha yako hebu liamrishe, liamrishe, liongelee, lizungumzie sana, kwa lengo hasa kwamba ili lije katika maisha yao. Ukiona mkono umekunja kidogo kwenye sadaka lakini mwili umekunjuka kwenye sala, kwenye sala mwepesi, kwenye sadaqa mzito, izungumzie sadaqa na fadhila zake na umuhimu na hatari ya kuzuia eh, hichi ambacho watu wanakizuia na uzuri wa kukitoa na faida gani zinapatikana za dunia na akhera. Kulizungumza jambo ni ufunguo wa kulifungua jambo lile katika maisha. Ukiona uko dhaifu kwenye akhlaq, zizungumzie tabia na thamani yake na umuhimu wake. Ukitaka ufanye vizuri sana katika Lailatul Qadri na ukeshe vizuri, zungumzia umuhimu wa kukesha na thamani ya Lailatul Qadri na umuhimu wa ilo jambo na likithirishe kulizungumza moyo, mwisho unapokea mtu mwepesi wa kuifanya amali ambayo nzito kwa wengine ni yule ambaye anailingania amali. Ni siri kubwa hiyo ya kuufungua mlango wa taufiki juu ya amali fulani, ikiwa unaizungumza amali hiyo na ikiwezekana kabla hujahimiza waislamu wenzio kutoa sadaka, wetoa pembeni, basi utakuwa na nguvu ya kulizungumza jambo ambalo tayari ushaanza kulitia katika matendo yako. Kwa hiyo mwezi wa maazimio huu, maazimio ya kukithirisha ibada, maazimio ya kumaliza vizuri mwezi, maazimio ya kuitimiza vizuri nusu ya pili iliyobaki, na hususan kumi la mwisho hapo anataka maazimio, maazimio ya tauba, maazimio ya kuidumisha sala. Asosali aseme nitasali mpaka kufa biidhnillah, anayesali aseme takbiratul ihram haitanipita, kwa sababu takbira ni kumkimbilia Allah na kuikimbilia amri yake. Watoto wakiwa wote watiifu, lakini mmoja anakimbilia, mzee anampenda zaidi anayekimbilia. Kakaa ukumbini na watoto wake wanne watano wa sita, akasema jamani, nataka maji, mmoja aniletee maji mmoja akawahi, na wengine wa pili akawa nyuma ya yule mmoja. Anainuka kiuvivu kwa uvivu, anaona wenzio shawahi, basi yeye tena akaka. Na ikawa daima akituma mzee yule anayewahi ndo anawahi, bali wakati mwingine huja kumuuliza mzee kwamba huna haja yoyote nikufanyie. Mtoto huyu atapendeza sana mbele ya moyo wa baba, na huyu atafanana na Ismaili, ambaye kaitwa Ghulamun Halim, mtoto muungwana mwerevu. Anamwambia babake, mimi niko tayari Alipomwambia nimepewa kazi ya kujenga Alkaba, utanisaidia kama kwanza? Anamwambia nimepewa jambo, nimeamrishwa utanisaidia. Bila hata kujua jambo gani, sasa nitakusaidia baba, niko na wewe mimi. Halimu, Ghulamun Halimu, anafurahisha sana, huwa ni burudani ya moyo wa baba na mama. Basi, nimeamrishwa kujenga Alkaba mwanangu, akamwambia niko na wewe. Hiyo makamu Ibrahim, kaileta Ismaili kumwekea babake, wakajenga na Alquran ikasema walijenga wote na wakaomba dua rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiu al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwab rahim. Ibrahim na Ismail walipojenga Alkaaba waliomba dua, na Suleiman alipojenga Almasjid Alaqsa aliomba dua. Mitume katika kitendo cha ujengaji wa misikiti waliambatanisha na dua. Suleiman alimwambia Rabbi, atake kuja hapa katika msikiti huu akasali mtu muondoe kama siku aliyozaliwa na mama yake hana dhambi aliomba mambo matatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mawili alipewa Suleiman, na ile moja anataraji atapewa. Kwanza aliomba hukumu yake iwe ifanane na hukumu ya Allah mbinguni. Basi ilikuwa inatokea Daudi anakosea kuhukumu, Suleiman anapatia, na Allah anasema fa fahamnaha, Suleiman tukamfahamisha Suleiman, kama kesi ya yule mwenye mifugo ambaye mifugo yake iliingia kwenye shamba la mtu. Daudi alitoa hukumu, na Suleiman akaja akaitoa nyingine, na Allah aliridhia hukumu ya Suleiman na ikawa kihukumu Suleiman hukumu yake ndiyo ilopatia utashi wa Allah azza wajalla. La pili alimwomba Allah, mpe ufalme hautomstahikia yoyote. Kwa hiyo wale wafalme walotawala dunia nzima wale wanne wale, yeye ndiye kawazidi wote wanne, katika wafalme wa dunia, yeye kawazidi wote. Na la tatu, ya Rabbi, atakaye kuja msikiti huu niloujenga mia al-Masjid al-Aqsa, mrejeshe kama aliyezaliwa na mamake. Mtume anasema mawili kishapewa na ila tatu natarajia atapewa na Mola wake. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba walifanya dua baada ya kumjengea Allah nyumba yake. Sasa Ismaili alishiriki kwa sababu Halim, mtoto halim mpole mwerevu yuko tayari kwa kumrithisha babake hubu alikaja kuliko hilo. Sasa la kujenga al-Kaaba, alipoambiwa naota kwamba nakuchinja na alijua kwamba ndo anaambiwa na baba yake kwamba hiyo ni amri kutoka kwa Mola, kwa sababu mtoto za mitume ni wahi hapo. Sasa ndipo ukipasoma katika Qur'ani kwa hisia, unaweza ukalia kuona kwamba mtoto anamwambia baba yake kwa moyo wa ukweli, ifaal ma tu umar, fanya baba ulichoamrishwa, satajiduni inshaallah mina sabirin, utanikuta inshaallah katika wanaosubiri, sitorejea nyuma, ni chinje tu na Qur'ani ikasema, akamuweka kamlaza kifudifudi. Sasa anataka kumchinja, kisu kishafika shingoni na mtoto katulia tu, mwishowe ndo zikaja takbirati zile na malaika wakaja kumbashiria kwamba umepasi Ibrahim, kad sadaqta ru'ya, umeisadikisha ndoto. Leo kwa muhanga huo aliokuwa tayari kufanya baba na mwana, wangapi wa, wa walimwengu wanakula nyama zinazochinjwa hija kwa ajili tu ya kuhuisha kitendo alichokuwa tayari Ibrahim kukifanya. Wanachinjwa wengi kule sana na zinafika nyama ulimwenguni, na zaidi si nyama kuwafika wanadamu takwa kumfika Mola, mpaka Allah akasema lan yanal Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, Allah hazimfikii damu za hao wanyama wala nyama zao, kinachofika kwake ni takwa. Nyama zitawafika wanadamu wenzi wenu waislamu lakini kwake ni ile takwa. Sasa ikiwa anayechinja mbuzi tu kwa gharama ndogo, takwa yake inafika mbinguni na atalipwa malipo makubwa, na Mtume kataja malipo si ya kawaida kwa uchinjaji, huyu Ibrahim yeye itakuwaje, ye ambaye ikasababisha wote wachinje, lakini yeye kawa tayari kumchinja mwanawe. Falamma aslama aslama, walipojisalimisha wote wawili baba na mwana kwa amri ya Mola, tuko tayari arabiya taili kama unalitaka, watallahu liljabin, akamlaza kifudifudi hapo ndipo Allah alipoona mpaka dakika ya mwisho, mkweli huyu. Na Allah akishajua litakalo kuja tokezea, akamwambia basi, Ibrahim, ndoto ushaisadikisha, na cheo chake kikawa kikubwa, mwanadamu wa pili kiubora baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumzidi Musa na Isa na Nuh. Kwa hiyo, alayhimu salatu wasalam, hawa mitume walifanya mambo makubwa. Kwa hiyo, na mwanadamu naye akiwa mtu wa kukimbilia kimbilia khairi, Allah anapenda sana usio kaona kikomo changu mimi, ndo hichi. Tunaambiwa Ramadhani tubadilike, lakini ya sali asali, mimi hapa nilipofika, ndo na sali tena nafunga. Hapana, na mimi na wewe vipi? Takbiratul ihram tutaipata vipi? Kiamu layl kitakuwa cha kuendelea vipi? Siamu itafunguka kwenye maisha mpaka tufike kwenye siamu ya Dauda alayhi salatu wasalam. Maazimio yakifungwa katika muda huu muhimu ndani ya mwezi huu, basi yanazalisha jambo kubwa zaidi. Ndio mahala pake hapa, kwa kuweka maazimio. Maazimio ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kama risasi iliyotiwa katika kifaa chake kinachoitwa bastola al-musaddas. Ikipigwa, e, hiyo risasi inakuwa inakwenda mbali zaidi kuliko kuiweka mkononi wa Arusha, haimuui hata paka. <coughs> Lakini kifiatuliwa kwenye kile kifaa chake. Kwa na azimio nalo ni mithili ya risasi ikiwekwa mahala ndipo mazingira ndio kwa moyo wa kweli athari itakuwa kubwa nas'alullaha as-salamata wal afia wa tawfiqa wa, taufika, wa sadat.